Niko na swali. Uliza. nikuulize ni nini yenye watu hawajui kukuhusu wewe. Kujirarua unamaanisha nini? kuchukua sheria mkononi hiyo, uh, zaidi nyingine ama so nikuulize, nanzi eh, nani, mbona, mbona ulifika hapo? Mwaliko wa kuchukua sheria mkononi si juu yenu tu, wanaume walikufanyia nini? Sijui mnatakanga aje. Hawakuridhishi? Si hawaniridhishi eh. Hata ukimpea aje, mwanaume ni mwanaume. afiki baada So wewe ukaamua ufike hapo mahali pa kuchukua sheria mkononi. Sasa si ndio? So how do you feel now? Uki nikichukua sheria mkononi. Mm. Eh, yeah, vizuri sana. Ni wapi mahali penye maichukulia sheria mkononi? Mm, hadi mm, ukafeel tu we. Sasa <laughs> nafanya nini? Kabafu. <laughs> Ukichukulia uki kwa bafu, wewe unafeel vizuri. Kwanza ufungulie maji moto hivi. Nikikuchoma hapo leo hapo. Na ukijiraroa. He. Hebu ambia watu wenye wana date hapa kitu. Kama una date wewe date tu. Uwezi advise mtu kuchukulia sheria mkononi? Unaweza. So guys, Good. Guys, hebu tuambieni hapo comment section and we are out. Good job.